Hapana ndiyo na hapana vyaleta, hapana hapana hapana hapana, nikijibu ndiyo na tena hapana hapana hapana hapana hapana, kwa jambo ambalo nimeliuliza uliza uliza uliza, uliza. Oh, ni sawa sikujibu jambo lolote kwa majibu haya

Usimwite bwana bwana, bila kutimiza mapenzi yake hakika. Usimwite bwana bwana, bila kutimiza mapenzi yake kia... ah, cha bwana wawili geukia muumba wako na ujitoe mikononi mwake atakupo